Karibu katika ukurasa murua kabisa wa simulizi zenye masimulizi ya kusisimua yenye msisimko wa ajabu na leo kupitia channel hii na kupitia ukurasa huu wa Facebook tunakuletea simulizi ya The Real Boss. Ilikuwaje basi? Ni kuambie, ambatana nami mpaka tamati. Na kwa kwanza tu ni kuombe, kama huja follow ukurasa wa Henry Talks, tafadhali ufollow kwa hivi sasa, lakini pia kwenye youtube chaneli yetu ya Henry Talks, tafadhali hakikishi umesubscribe, ili kwa kwanza upokea simulizi zetu na mwendelezo wa simulizi hii ya The Real Boss, na leo tuanze safari yetu ya kwanza ama episode ya kwanza ya simulizi ya The Real Boss. Ilikwaje? Huku utakutana visa, utakutana nyaraka za siri, nyaraka za kifo na mengine mengi yaliyojificha chini ya kapeti ya The Real Boss. Kwa kwanza ni katika jiji la Dar es Salaam, jiji ambalo lina hekaheka nyingi, ni katika kampuni moja ya Bivana Group, jengo lililokuwa limepakwa vioo vya kung'aa likionekana kama linataka kugusa mawingu ya anga ambayo Mwenyezi Mungu aliumba. Kijana mmoja alikuwa amesimama. Huyu kijana alikuwa anaitwa Manyanya, akiwa amevalia shati lake jeupe lililonyoshwa vizuri na tai ya bei rahisi ambayo kiukweli, bila shaka, huenda alinunua katika eneo la Kariakoo. Manyanya alishika begi lake la mkononi na kuvuta pumzi ndefu Uh, Mungu wangu, najua leo ndio siku yangu ya kuanza safari ya matumaini na safari mafaniki ya mafanikio katika jiji hili la Dar es Salaam. Kisha alianza kupiga hatua na moyo konde kuelekea katika jengo hili moja kwa moja kuanza kazi rasmi. Alikuwa amepata kazi baada ya kusota kwa miezi kadhaa. Kazi hii haikuwa ni kazi ya ndoto bali ilikuwa ni kazi yenye tumaini na yenye kufungua milango ya maisha yake. Alipofika ndani, harufu ya kiyozi na sauti za kibodi zilimkaribisha Manyanya. karibu Manyanya, wafanyakazi walikuwa bize, kila mmoja akichakalika kwa kadri ambavyo anaweza kwenye kitengo chake. Hatimaye Manyanya alipata mpokezi wake, alianza safari ya kumpeleka moja kwa moja mpaka kwa mkurugenzi mkuu wa kampuni hii ya Bivana Group. karibu Bivana Group, manyanya Mzee Mkwabi alizungumza kwa sauti kubwa na yenye mamlaka, akaambia, nimepata taarifa zako zote za kutosha. Inaonekana we ni kijana jasiri unayejituma, natamani uanze mara moja kazi kwenye idara yangu kwenye mradi mpya chini ya usimamizi wa... kabla hata hajamalizia ni nani ambaye atakuwa juu yake, mlango ulifunguliwa kwa nguvu, kana kwamba upepo mkali ulikuwa ukivuma katika chumba hiki. Akaingia mwanamke mmoja wa umbo la kuvutia yalikuwa, ni mrefu kwa kiasi, mwenye ngozi iliyong'aa nyororo, e, nywele zilizopangwa vizuri na ngozi yenye e, kuonesha kwamba hakika alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda unadhifu au smart, a beautiful girl ambaye alionekana katika mlango huu. Manyanya alishtuka mapigo ya moyo yakaanza kumwenda kasi, ulidunda kwa kasi. Puff, puff, puff. Alikuwa ni bivana alikuwa kumwona kwa miaka mingi ambayo ingekuwa rahisi kusahau kama usingeacha alama ya maumivu ya ajabu katika moyo wa mtu. Bivana naye alipoingia tu mlangoni alisimama, na machake moja kwa moja yakatua kwa Manyanya. Uso wake ulionyesha mshtuko mkubwa sana, halafu kabadilika ghafla kwa haraka na kuwa mkali, kana kwamba angeacha hewa vipande vipande kwa kuvichanachana. Baba Bivana, aliita Nimekuambia mara ngapi baba lazima mambo yaweza kunishirikisha kwa ajili wafanyakazi katika kampuni hii. Alimtazama nyanya juu chini kana kwamba anamchunguza kama mzigo fulani hivi. Manyana alinyamaza kimya lakini moyoni mwake alikuwa anajisemea sawa kumbe bado unanikumbuka. Mkurugenzi Mkwabi aligeuza macho yake na mkazi ya binti yake akamwambia Bivana. E, eh, huyu ni mfanyakazi mpya na kuanzia leo utakuwa unashirikiana naye kwenye mradi wa uwekezaji. Huyu aliongea kwa dharau ya wazi, akamwambia baba, unamchagua na mfahamu huyu vilivyo? hiyo ni kazi yangu, si kazi yako. Bivana Mkwabi alimkatisha ulimi, Manyanya ni sehemu ya timu kwa hivi sasa, ni mfanya kazi wetu, nategemea utamba ushirikiano wa kutosha. Bivana alitabasamu, tabasamu la dharau la mtu anayemeza hasira isiyozuirika. Akageuka, akapita karibu na Manyanya na bila hata kumwangalia harufu yake ya manukato gali iliyokuwa imejaa katika chumba hiki iliendelea kumburudisha Manyanya. Tukio la ajabu ambalo alikuwa nilikumbuka lile ambalo lilitokea miaka ya nyuma akiwa chuoni. Ilikuwaje huko chuoni? Nikwambie tu, kama ndo kwanza unafuatia simulizi hii, tafadhali follow kwenye ukurasa huu wa Facebook, lakini usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Fuatana naye, Mkwabi alimwambia Manyanya. Manyanya alijikaza akachukua begi lake, kisha akamfuata nyuma Bivana. Wafanyakazi wengine walikuwa wanamtazama kwa udadisi, wengine kwa huruma. Waliomjua vizuri Bivana, bila shaka, walijua hii haitakuwa safari rahisi kwa kijana huyu mfanyakazi mpya. Walipofika nje ya ofisi ya boss Bivana, alisimama ghafla, kisha akamgeukia Manyanya na kumkazia macho, akaambia kabla hujaanza chochote Sauti yake ilikuwa ya baridi na ya chuma yenye mamlaka. Nataka ujue kwamba sikupendi kukuona hapa. Jambo lingine, sitaki uwe kikwazo katika maisha yangu. Manea alitabasamu kidogo na kisha kwa ustarabu akaachia maneno wa kadhaa akamwambia, tafadhali Bivana, sijakusudia kuja kukuharibia mdi yako ya kazi, nimekuja kutafuta riziki. Ningetamani tuweze kufanya kazi kwa ushirikiano, tusawe yaliyopita. Akaambia sikiliza, usinilitaji jina langu kirahisi kiasi hicho. Akatembea kwa madaha, huku akiendelea kuacha manyoya yake yakipepea kama bendera ya ushindi. Manyanya akamfuata kimya kimya, huku akijua vizuri hii haitakuwa kazi rahisi ya kawaida, na hakika ilikuwa ni vita ya hisia zilizomo ndani ya mioyo yao zilizojificha katika mili ya watu wengine na macho ya watu wengine. Ofisi ya Bivana Group ya gorofa grup ya saba ilikuwa na mwendo wake maalum. Keyboard zikilia kama mziki wa haraka, simu zikipigwa kila dakika, na harufu ya kawa iliyochujwa vizuri ikiendelea kutawala katika meza za wafanyakazi katika ofisi hizi. Kwa mtu kama Manyanya aliyezoea ofisi ndogo za kupanga, ili lilikuwa kama kuingia kwenye ulimwengu wa watu wanaokimbiza muda aliposimama kwenye dawati jipya ambalo alipaswa kukaa, alijiona kama sehemu ndogo tu ya doa katika ukuta. Karibu kila mfanyakazi aliyepita alikuwa akimwangalia haraka haraka, kisha akaendelea na shughuli zake. Wengine walitabasamu na no, wengine walimtazama kwa mashaka aa, kama hawakuamini kijana huyu kwamba angekuwa chini ya mwanadada Bivana. Karibu kaka, sauti ya kirafiki ilisikika upande wa pili. Aligeuka akamwona kijana mwenye wastani fulani, alionekana kijana mwenye ustaarabu na tabasamu la upole. Akaambia, mimi naitwa Saidi, karibu kazini. Shukran sana Saidi, mimi naitwa Manyanya. Alipokuwa anapanga mafaili yake, ghafla ofisi nzima ilinyamaza, kama vile upepo umevuma katika chumba hiki, ama kuna kimbunga kilikuwa kikija kwa kasi katika chumba hiki, kwa kila mmoja alianza kuhisi kama anatamani kuhamaki jambo fulani hivi. Bivana aliingia, wasichana wawili waliokuwa karibu walinyanyuka haraka wakajifanya kama wanafanya kazi kwa bidii zaidi. Wanaume wachache walimwangalia kwa jicho la kuvutiwa, wengine akameza mate kama kawaida yao walipo na bosi ledi wa kampuni anapita katika korido hii. Manyanya alinyanyua macho yake, wakakutana, lakini wakati huo Bivana akageuza macho yake kwa haraka kana kwamba hakuwa akimwangalia Manyanya amfanya kazi mpya alifika kwenye dawati lake akapiga piga simu. Sauti yake ilisikika katika chumba hiki cha wafanyakazi wengine, Manyanya njoo ofisini kwangu sasa hivi. Saidi akamkonyeza manyanya kwa huzuni ya mzaa <clears throat> hapo ndipo mchezo unaanza kaka. Manyanya akapomua polepole, akatembea mwendo wa haraka haraka kufika ofisi ambayo ilikuwa mbele yake kwenye chumba hiki ambacho kilikuwa kina wafanyakazi wengi. Mlango ulikuwa wazi, lakini hewa ya ndani ilionekana kuwa ya baridi kali sana. Funga mlango, Bivana alisema bila kumwangalia Manyanya. Basi ikabidi Manyanya akubaliana na hali kumbuke, basi hakuna namna, ikabidi afunge mlango. Akamsogelea Bivana. Kwanza kabisa, alisema sitaki ucheleweshaji, sitaki makosa na sitaki drama ya ni siku yangu ya kwanza. Najua watu kama wewe, watu kama mimi? Manyanya akauliza kwa sauti ndogo lakini yenye heshima. Bivana akainua macho yake makali ya chuki na ya kumbukumbu kumbu. Najua watu wanaojifanya wahanga, watu wanaoingia kwenye maisha ya watu bila ruhusa, watu wanaotengeneza aibu mbele ya wengine. Maneno yale ya mwisho yalipenya kama sindano. Manyenya alihisi moyo kimruka lakini akaweka uso wa utulivu. Bivana, kama ni kuhusu mm, sijasema tukio lolote, alikata ulimi. Lakini ukumbuke hapa ni kazini, jaribu kuwa na adabu. Kabla manyanya hajajibu, mlango ukafunguliwa na sauti ya kishindo cha kisigino iliingia katika chumba hiki. Akaingia mwanamke mwingine mrembo mwenye ngozi nyororo angavu rangi na midomo yake iliyopakwa uh, uangalifu na macho yaliyojaa kujiamini. Aliumbisha kiuno chake taratibu kama mtu anayemiliki kila kona ofisi hiyo. Samahani Bivana, nimesikia una meeting na mfanyakazi mpya ilisika sauti ya huyo mrembo aliyeingia katika chumba hiki. Bivana akasema, ndio Eva. Huyu ndiye Eva katabasamu tabasamu la asali lililofunikwa na sumu isiyoonekana. Alimnyeshea mkono Manyanya. Hai, mimi naitwa Eva, rafiki yake mzuri wa Bivana na senior consultant hapa. Karibu sana. Manyanya akasikia kitu kisichoeleweka tumboni, kama tahadhari ndogo. Akamshika mkono, ukawa baridi kuliko alivyotarajia. Ha, huyu ndio yule Eva akasema kwa sauti ndogo lakini manyanya akasikia. Mazungumzo ya macho kati ya Eva na Bivana yalikuwa ya sekunde chache tu, lakini yalitosha kumpa taarifa kamili kwamba kuna kitu ambacho Eva pamoja na Bivana wanajua kuhusiana na manyanya. Hawa wawili wanamjua na kuna kitu kikubwa nyuma ya mgongo wake. Bivana akafungua wa laptop. Manyanya, kuna project ya mwekezaji tunayo prep. Nitakutumia files. Unatakiwa uipitie draft ya awali kabla ya saa kumi kamili unipatie. Kazi leo leo? Manyenya akauliza akitoa mshangao wazi. Lakini masaa manne tu kufikia saa kumi boss? Akaambia ndio maana nimekupa, Bivana akasema. Nataka nione kama unafaa kwenye department yangu, ama la. Eva akatabasamu kwa upande wake, na tabasamu la kufurahia mateso ya mtu ya, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye kebe. Tunataka tuangalie uwezo wako Manyanya hakusema lolote, aligeuka kutoka ofisini akatembea kimya kimya kama mwanajeshi anayejua vita ndio kwanza imeanza. Lakini kabla ajenda mbali alisikia sauti ya Bivani ikisema kwa Eva, At the end of the day watu kama huyu hawawezi kumiliki presha ya hapa kazini. Akafunga mlango polepole pole, na kila neno likaendelea kujirudia ndani ya kichwa chake: watu kama yeye, aibu ya zamani, pressure, deadline, chuki na sasa, Eva Mwanyanya alirudi kwenye dawati lake, moyo kigonga kama ngoma ya vita. Alipoketi akafungua kompyuta, akafungua faili bila kutarajia, macho yake akaganda. Faili lililofunguka lilikuwa na jina ambalo hakutegemea kuliona, ni jina ambalo lilikuwa linahusiana moja kwa moja na tukio la zamani kati yake na Bivana, tukio lililoangamiza jina lake chuoni, na kabla hajamaliza kusoma sentensi ya kwanza, mtu alikuwa amesimama ya nyuma yake, taratibu alikuwa akimsogerea Manyanya. ni Nani ambaye amesimama nyuma ya Manyanya? Nikwambie ni katika episode inayofuata. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea channel hii ya Henry Talks, tafadhali subscribe. Lakini kama ndio kwanza unatembelea uh, account ya Facebook tafadhali follow account hii ili tuendeleze simulizi hii ya The Real Boss.